Bro, ukija ukiona mke wako ameanza madharau, yaani ukimuuliza, nakufokea, japo kitu kizuri anakufokea kibaya, nakufokea, vile vile bro, anafanya vitu anavyotaka yeye. Bro, hmm? Anatoka wewe, unatoka naye anatoka. Bro, jua huyo anatafuta sababu, anatafuta sababu za kuachana lazima na lazima kuna mtu anamsumbua, na lazima kuna mtu kipato chake ni zaidi yako, ndio maana anakuonyesha kiburi, jeuri eh, madharau ya kwamba we umwache, yotafutani hiyo nafasi ya kwa wewe umwache, ndio anaitafuta. Na lazima sasa, bro ukipata mtu dizaini kama huyo, ama ako na wakati kama huo, ama kipindi chako ni kama hicho, bro mpe nafasi. Mpatie nafasi, manake anaitaka nafasi na nguvu mpatie nafasi ba ni mkali kuliko wewe. Yaani wewe ndani ya nyumba ni kama wewe ndio umeolewa, yani si wewe ndio umeoa. Ah bro.